E, customer <laughs> sasa mimi naona nitachukua e, nitachukua hizi mbili. Sasa hii iko sawa kabisa, hii ndio napenda. Sasa hizi <laughs> <laughs> <laughs> e, <laughs> ni ngapi? ulisema ni ngapi hizi? ndio eh. 250, 250. 250, 250. Eh. Sasa sinilisha kutumia ile 200, chukua hii, hata nimekupatia mpaka change. Asante, ubarikiwe. Haya, hii iko chonjo kabisa, si takutosha. Hebu pima Izi suruari, izi suruari wow, izi suruari, zinaz, izi ni suruari gani sasa? Tunanibaia ndio utavaa mpaka ukae mkubwa maka hiyo kitu haraka haraka tuende nyumbani eh. Kala iko smart kabisa sasa. Hii ndio wasichana, hebu pima hiyo. Anita nimesema upima, nataka nipige nduru kila mtu kwa soka kuona unapima pima <laughs> This is the perfect, hiyo kitu. Sasa hii. Sasa. Hii ndio unavaa mpaka ukae mkubwa sika vizuri Ai. Alafu ongezee hii hii hii light hii ya wasichana sasa Asante. Eh, hey, sasa nimemalizana na story ya Siruaru. Sasa sijui twende kwa mabra. Twende Anita, Anita. <laughs> siko sawa, simekutosa vizuri. Aya, twende nyumbani. Twende nyumbani, unanirushia mkono si ndio? Anita.